Ndiyo, ahsante mm. mm. mm, ah, kujikinga na ah, tayeb. Swali la kwanza kwamba anamtamania mwenzake aondokewe na kheri, kama ambavyo anaitamania nafsi yake yeye, akose na mimi nikose, potelea mbali, potelea mbali, akose na mimi nikose, sote tukose hapa imeingia hasad na imeingia na jahali ndani yake, yani kuna hasadi na ujinga, hasad ipo na ujinga pia upo, kwamba uondokewe na neema, wakati Allah anajifahari kwenye Qur'ani kwamba anatuneemesha. Aya ngapi Allah anataja neema juu yetu? wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, amemimina juu yenu neema zake zenye kuonekana si zisizoonekana zi zi, wanasema fi ma'rad al-imtinani, katika sehemu ya kuonesha neema zake kwa waja wake. Na ikaja katika hadithi, Allah anapenda anapomneemesha mmoja wenu ionekane athari ya neema aliyokuwa nayo. Allah anapenda jambo hilo. Sasa kwa nini unataka ikuondoke? Kama sio jahali aliyokuwa nayo, kwa kuna hasad na ujinga huko juu yake na yote hayafanya. Allah anapenda anapomnyesha anapomnemesha mja wake ionekane athari ya neema, sio kwamba wewe unacho kama, kama kana kwamba na asiye kuwa nacho. Kuna mtu unaonaonesha una, una, huyu bwana huyu alhamdulillah, huyu bwana amiliki kadha ana adaji boyebo eh, basi mafuta habaki, ah, ana shida na njaa mpaka atakakufa, watu wanajua. Mbona mbona? ionekane athari ya neema ya Allah juu yake.

Allah anapenda hivyo, sasa wewe utaki neema hiyo uwe nayo na mwingine asiwe nayo, maanake kuna hasad na kuna jahali ambayo iko juu yake. Ama swali la pili, jinsi ya kujikinga, kwanza dua zina expire, e, ndio. Yani adhkari za asubuhi unapozisoma zinaishia wakati wa jioni la asiri basi. Kwa hiyo ukitaka uendelee kuikuwa kwenye kinga unazisoma tena, unazisoma kuanzia baada ya asri, zitakusaidia kwa tawfiki ya Allah mpaka alfajiri. Kwa hiyo alfajiri tuna repeat tena saa ngapi? Baada ya asr unafanya hivyo mpaka alfajiri, alfajiri inakwenda hivyo. Ndiyo maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ziko adhkari za kujikinga na hasadi na vitu kama hivyo ndio maana tumewekewa kwenye kila baada ya sala tusome suratul rabbil falaq na rabbin nas, wengine wakasema na kulhu Allah na ile tulisoma kwenye, kwenye kitabu chetu hiki unakumbuka, eh? Ile rabbil falaq wanasema ahlul ilmi, ile sura ndogo unaiona, rabbil falaq, yani imesheheni ime imetosheleza kwamba wewe wa unamuomba Allah akukinge na shari zote zilizoumbwa duniani. Sura hii peke yake ukisoma kwa makini unaelewa hivi, a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaq. Hapa min sharri ma khalaq, wa wamwomba mola wako akukinge kutokana na shari ya vile alivyoviumba vyote duniani vyenye shari, kwa kila chenye shari kilichoumbwa, sababu kila chenye shari basi kimeumbwa na Allah hicho, na wewe mwombe Allah akukinge kutokana na shari ya vile alivyoviumba vyenye shari. Kuna ambavyo vimeumbwa havina shari asili yake, kama vile manabii, mitume na malaika. Hawa hawana shari. Sasa vile vyenye shari vyote, wanadamu wenzako, wanyama wenye shari, nge ana shari, nyoka ana shari. Kwa hiyo mishari ma khalaq, kimeingia kila kilichoumbwa chenye shari, umemwomba mola wako akukinge nacho wa min shari ghasiqin idha waqab, na shari ya eh, giza linapoingia. Giza linapoingia kwanza, mashetani wanatawanyika kwa wingi, wanashari yao. Wadudu na wanyama, wadudu, wadudu hasa wadudu, wadudu ndio muda wao, ndiyo maana imekuja kwamba ikifika magharibi tufunge milango yetu tuwasuilie watoto wetu wasizagae mitaani wakawa wanazurura, hatu watoto kenda banda la video hapa, kenda ma ah, kwa mama fulani, enda kutazama TV, wasitoki kwa kuwa ndio kipindi ambacho mashetani wanazagaa kwa wingi. wa min shari ghasiqin idha waqab, wa min shari nafathat, na shari ya wachawi wapulizao kwenye mafundo, wachawi wanga. wa min shari hasidin, na shari ya hasidi pale anahusudu kwa hiyo hakuna chenye shari ambacho hakikuingia kwenye hizi aya. Hakuna wewe ukiniambia hiki hapa, nitakwambia hiki kimeingia hapa. Ukiniambia hiki hapa mbona, nitakwambia hiki kimeingia hapa. Hii sura imesheheni. Tunaisoma hii sura kila baada ya swala ya faradhi mara moja moja. Tuliona kuna wengine wanasema mara alfajiri na magharibi, mara tatu. Halikusihi, ni mara moja moja swala zote lakini kadhalika dhikri ile kwamba ukifika wakati asubuhi, soma mara tatu bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fi lardi wala fis samai wa huwa samiul alim, mara tatu asubuhi. Ukilisoma mara tatu asubuhi, dhikri hii hudhuriwi na chochote, si kutoka mbinguni wala ardhi, mpaka wakati wa jioni. Kwa hiyo ukifika jioni pale, ime expire utaka ku renew, isome tena pale mara tatu itakuawa rikinga kwako mpaka asubuhi, utudhuriwa na chochote. Unapoingia sehemu umeingia kwenye kijiji fulani, umeingia kwenye mji fulani, ah, wanasemaje? audhu bikalimati llahi tamati min shari ma khalaq. Wanazuoni mmoja anasema kama sijasahau ni alimamu al-Qurtubi, akafika kwenye mji fulani, akagongwa na nge, akakumbuka ah Umeingia u sikusoma ile dhikra, sikusoma ile dhikra. Kwa hiyo ukisema pia maneno hayo ni kinga na mengineyo, ambayo kwamba eh yapo katika vitabu vya al adhkari. Litushikeni na na hayo, wa billahi taufiq, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad